Katika tamthilia hii ya Anmol leo tunakutana na jambo jingine geni ambalo limetokea uh, katika tamthilia hii pendwa kabisa, baada ya mtoto wa Rishi kukataliwa na familia hii, lakini hii ilipelekea mpaka familia hii kwenda kuhakikisha kupima vinasaba, ili wajue kama ni mtoto kweli wa Rishi ama, uh, Sonia anadanganya lakini walipoenda kupima waligundua kwamba mtoto yule aliletwa katika familia ile alikuwa ni mtoto wa Rishi kwa moja kwa moja, hakuna namna ya kumkataa kwa sababu hata ile kipimo cha DNA kilionyesha kwamba yule ni mtoto wa Rishi. Sasa kwa upande wa Sonia ambaye ni mama wake au ambaye alikuwa ni mchumba wa Rishi wa zamani, anaamua kuondoka katika familia ile na kuacha ujumbe mzito na kusema anamwachia huyo mtoto Anmol ndo amlee kama mama yake, kwa sababu Sonia a, alikutana na Anmol kwenye kikundi cha maonyesho yani, wakati Anmol ameondoka nyumbani na kuacha ile barua alikuwa anataka aende katika kikundi cha maonyesho ya sarakasi, lakini baada ya kufika pale tunaona ndo alipokutana na Sonia, na Sonia alimuelezea mkasa mzima na akamwambia anaomba awe mtoto wake kwa muda, kwa sababu yeye aliko hapo hana muda mrefu wa kuishi katika dunia, anakufa wakati wowote. Kwa hiyo alimuomba aishi naye. Sasa ji baada uh, Anmol kuongea maneno yale hakuna mtu ambaye alimwelewa. Hata Rishi yenyewe alikuwa anasema kwamba huenda ikawa Anmol amefanya mpango ule mzima ili tu abaki katika familia ile, maana ile barua ambayo ilikuwa imeachwa na Sonia ilikuwa inasema endapo Anmol atasumbuliwa kwa namna yoyote ile au atafukuzwa katika nyumba hiyo, basi Sonia atarudi, na hata rudi peke yake, atakwenda kuwachukua polisi akuja kuhakikisha watu wote ambao wa katika familia ile wanawekwa ndani moja kwa moja wafungwe. Jambo hilo liwaogopesha sana, lakini ha, hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini na hakuna mtu ambaye alikuwa yuko upande wa Anmol. Yani mtu ambaye alikuwa yuko upande wa Anmol alikuwa ni mmoja tu au wawili, kwa sababu ambaye alikuwa anamuelewa Anmol na kumuonea huruma sana alikuwa ni yule bibi, lakini pia alikuwa ni dada yake au mdogo wake na Rish. Hao ndio ambao alikuwa anamuonea sana huruma Anmol kutokana na changamoto zote ambazo alikuwa anazipitia, lakini ukija kwa Tatawal, Tatawal ndo alikuwa mbaya zaidi. Prasal na yeye alikuwa ni mbaya zaidi, lakini pia hata yule mwingine ambaye ni mama wake mdogo na Rish na yeye alikuwa hali kadhalika. kwa hiyo mtu ambaye alikuwa yuko upande wa Anmol, alikuwa ni bibi. Bibi alikuwa anamtetea sana, hata ikitokea chochote yeye alikuwa anamsaidia. Sasa tunaona baada ya hapo Tatawali alisema yeye hafuati ujumbe wote, anaamua amfukuze Anur aone kama hao polisi watakuja. Na baada ya kuwa anamfukuza ilisikika king'ora, basi walihisi ni polisi wamefika na wakahisi ule ujumbe ni wa kweli, lakini alikuwa anachezea simu yake Adi ambaye Adi ndio huyo mtoto wa Rishi. Kwa hiyo baada ya kuwa anachezea simu ile, hakuna mtu ambaye alie, alielewa, wote walihisi ni kwamba polisi wamefika mahali pale. Sasa baada ya muda, tunaona wazazi wa Anmol na wenyewe wanakuja katika familia hii ya Prasal kwa ajili ya kuja kumsalimia mtoto wao na kumchukua kabisa waondoke naye, lakini uh, Anmol aligoma kabisa kuondoka katika familia ile, akasema yeye yeah, hawezi akavunja ahadi yake aliyomwaahidi Sonia. Kwa hiyo moja kwa moja Anmol amekataa tena, na wazazi wale waliishia nje kabisa kuingia katika nyumba ile ya Prasa. Sasa leo tunaona ibada inafanyika katika familia hii baada ya mtoto huyo kuwa hayupo kwa muda mrefu. Sasa ni kama kumkaribisha kwa, kuna ibada ambayo ilikuwa inafanyika, lakini baada ya kuwa inafanyika ibada ile alihitajika awepo mama wa mtoto, lakini pia awepo baba. Kwa baba alienda Rish, lakini mama ni nani? Basi Anmol aliomba awe mama, lakini alikataliwa vikali sana. Wengine walikubali, ila tatale alikataa kabisa na kusema hataki Uh, kusogea katika eneo hilo labda yeye awe amekufa kwa hiyo alimrusha mbali mpaka kila mtu alijikuta anamuonea huruma. Kwa sababu alimrusha kama vile yeye sio kitu kabisa. Sasa tunaona leo uh, kuna mtu anaitwa Santa ambaye alikuwa anavalia kama babu Christmas, anakuja na anamuonga anamonga hadi uh, kwa kumpa chocolate na baada ya kumpa chocolate hadi anachukuliwa na kuondoka katika familia ile kwao hadi amepotea. Baada ya hadi kupotea, familia hii ya Prosalva alimtafuta sana, hasa hasa baba yake ambaye ni Rish, alimtafuta sana lakini mwisho wa siku ilifikia walikuwa bado hawajampata, na mwisho wa siku mtu ambaye alikuja kuonekana ni kama vile alimteka eti ni Anmol yani, tatawala alifanya mpango yeye pamoja na Suril. Suril ndo alivaa kile kinyago na akaja akamteka mtoto Anmol. Kwa hiyo jambo hilo linazidi kumwongezea chuki. Yaani, wanatafuta namna wahakikishe Anmol anachukiwa zaidi na Rishi mpaka kupelekea aje aamue kumfukuza mwenyewe katika nyumba ile, lakini Anmol yeye, pamoja na kwamba anapitia changamoto zote hizo, alikuwa hajawahi kukata tamaa. Yeye alikuwa anaamini pale ndio kwenye ndoto yake. Yaani, akiondoka pale, basi ndoto yake ya kuwa daktari itakuwa imefia pale. Lakini akiendelea kukaa pale, mwisho wa siku atakuja kufikia ndoto yake ambayo anatamani sana kuwa daktari. Kwa hiyo jambo hilo ndoliko hivyo. Tamthilia hii kwa siku ya leo inaishia hapa. Wewe ambaye hauja subscribe channel hii, basi subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali mbali. Asante.